Okay, ebwana, mambo vipi Tanzania, mambo vipi East Africa kabisa, ndani ya Mastaz TV. Ebwana, kwa siku ya leo nakuletea taarifa fulani hivi ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii pale TikTok, Instagram na kwenye Facebook kuhusiana na mwanamama ambaye alionekana kwenye uwanja wa ndege nchini Marekani kwenye airport ya Marekani. Sasa, akiwa na passport, passport yake ilipokuwa inakaguliwa pale waliona kuna nchi ambayo inaitwa Torenzo inchi Torenzo hiyo, mpaka wanasayansi wamejaribu, wamejaribu kuitafuta kwenye ramani ya dunia, lakini nchi hiyo hapo haijapatikana hata kidogo. Lakini hapa mii mimi nikasema kwamba acha na mimi nifanye utafiti wangu. Nikachukua kila ambacho wanafunzi ambao wanakifahamu kama ni dunia, lakini hapa ni puto ambalo limechorwa kama vile muundo wa dunia na baadhi ya bara na baadhi ya nchi. Na mimi niko najaribu kutafuta hiyo nchi ya Torenzo ipo sehemu gani? Sasa ndio tunaangalia hapa, ili tu, tu, tujue mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho kilichoonekana kwenye airports ya Marekani pale. Nikiangalia hapa, naona kama vile kuna inaonekana Afrika, Afrika lakini kwenye inchi Torenzo tunajaribu kuiangalia, kuna, kuna Madagascar na pia kuna Zambia, kuna Angola, kuna Congo, kuna Ghana huku juu tunazungusha hivi tunakuja huku, kuna Australia. Australia ipo upande wa hapa Australia ipo upande wa hapa, lakini naona kama vile nchi ya Torenzo siona hata kidogo. Kuna Oceania, Pasifiki huku, tukienda huku kuna Marekani ya juu kuna Marekani ya chini huku, lakini naona kama vile lakini <coughs> ukiona unaangalia kuna, kuna baadhi ya inchi inchi mbao kwa mbali hapa tunajaribu kutafuta kile ambacho kilichosemekana kwamba nchi ya Torenzo kwenye hiyo passport ambayo iligundulika kuonekana mama ambaye ilionekana kwenye uwanja wa Marekani pale Europu. Na Europu hapa tunajaribu kutafuta, ila kiufupi naona kama vile inchi yenyewe haipo kabisa hata kwenye hili hapa ambalo baadhi ya wengi ambao walisomama maswala ya geografia wanajua, hichi hichi hapa wanakifahamu, wanakijua sana lakini nchi yenyewe ya Torenzo sione hata kidogo. Kwa hiyo sijui sasa hiyo yule mama kama ni video ya kutengeneza, unajua siku hizi AI ndo habari ya mjini, siku hizi AI inasumbuga sana watu. Na watu ili waamini kitu inakuwa ni kipengele, kutokana na AI imekuja kuharibu sana akili za watu na ubona akili za watu na ubongo wa watu kuhusiana na kile ambacho huwa kinakuwa kinaonekana ili mtu akubali kitu paka aone kama kuna media kubwa kubwa ambazo zimepost kile kitu kama BBC, RFE, VOA pamoja na Al Jazeera. Lakini ndio hivyo tena, tumekosa tena sisi wenyewe kwenye Mastaz kuhusiana na Torenzo. Kwa hiyo ni kitu kimoja, usisahau kusubscribe kule like na comment na yule wa kwanza kupata habari zetu kutoka ndani ya Mastaz TV, niite kabisa ndani ya Mastaz, nikisema bye, bye.